Naam bwana, mtazamaji wa Trend TV, bila shaka utakuwa umekutana na hizi habari za Nana Dolls kwamba Nana Dolls bwana, inasemekana kwamba alikuwa yuko katika mahusiano na jamaa kutoka Kenya. Huyu bwana ni moja kati ya viongozi wa serikali huko Kenya, lakini pia vile vile bwana, ni moja kati ya watu ambao wanafanya business kubwa tu hapa Tanzania pia, maana kuna biashara za kampuni za kubeti ambazo zina container almost Afrika mashariki nzima, ambapo inasemekana kwamba huyu mwanaume ambaye naye alikuwa ni moja kati ya wamiliki wa kampuni hiyo ya kubeti. Kwa hiyo ni mtu ambaye yuko very wealthy, yani ni mtu ambaye ana pesa. Unaelewa? Yani ni mtu ambaye yuko na fedha na, na, na Dolls alipata nafasi ya kuwa naye katika mahusiano na kutokana na mahusiano na, na, na Dolls na huyu jamaa kutoka Kenya ambaye ni kiongozi wa serikali lakini pia ni mmiliki wa kampuni kubwa tu alipata mafanikio tuliona mafanikio yake maana tunakumbuka sababu ya hizi habari zote kuwa public ni kwamba Mange Kimambi ndiyo mtu wa kwanza kabisa kuvujisha hizo siri ambapo watu wengi sana walikuwa hawajui mafanikio ya Nana Dolls ni nini lakini kwa mujibu wa Mange Kimambi akaamua ku expose kwamba Nana Dolls bwana ana date na mtu fulani fulani fulani anafanya shughuli hii Umeona bwana, na hiyo ni kutokana na, na kwamba Nana Dolls alikuwa ameposti ghorofa ambalo anajenga. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hapa tunavyozungumza, Nana Dolls ni mmiliki wa ghorofa hapa town. Eh, ana bonge moja la gorofa jambo ambalo liliwashangaza watu wengi sana baada ya kuona kwamba binti mdogo kama yeye anamiliki gorofa, eh, kali namna ile. So hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Sasa kutokana na hiyo situation bwana, ni kwamba end of the day, eh, ni kwamba huyu eh, mrembo Nana Dolls bwana akaja aka, baada ya Mangi Kimambi kutoboa hiyo siri ikabidi Nana Dolls aweke vitu bayana kwamba kweli alikuwa na date naye na hata alivyoendaga kuojiwa na ICU pia alisimama katika msimamo wake huo huo kwamba of course ana date naye, lakini pia kulikuwa kuna hizi rumors ambazo zilikuwa zimesambaa mtandaoni, watu wakiwa wanadai kwamba Nana Dolls bwana ana date na mume wa mtu. Yani kuna hizo habari ambazo zilikuwa zimesambaa kwamba Nana Dolls zi huyu mwanaume ambaye ana date naye ni mume wa mtu, umeona eh? Kwa hiyo, at the the end of the day ni kwamba baada ya Nana Dolls kuambiwa, baada ya hizo habari kusambana, na Dolls alifuatwa na kufanyiwa mahojiano, akakanusha kwamba huyu jamaa anayedeti naye sio mume wa mtu, alishachana na mkewe kitambo, hivyo amekuwa katika mahusiano naye akiwa yuko single meona bwana eh? Lakini pia akatilia mkazo kwamba yeye na huyu jamaa bado wapo kwenye mahusiano, na kila mtu akawa ameelewa kwamba okay, Nana Dolls bwana yuko bado kwenye relationship na huyu jamaa. Lakini jamaa mwenyewe alikuja akaamua ku clear the air kwa kuweka habari mtandaoni kupitia uh, chatting za WhatsApp na kukanusha waziwazi kwamba yeye na Nana Nana Dolls walishaachana, hayupo naye tena kwenye mahusiano. Na kikubwa zaidi ni kwamba huyu jamaa aliweka wazi mpaka sababu ambayo iliyofanya yeye na Nana Nana Dolls kuachana. Sababu ilikuwa ni nini? Kwa mujibu wa ujumbe ambao alikuwa ameuandika, japokuwa aliuandika kwa Kiingereza lakini tukausoma hapa kwa lugha ya Kiswahili, tukaunyosha moja kwa moja kwenye Kiswahili na kama upo karibu na channel yetu basi, utakuwa unafahamu jinsi ambavyo jamaa alivyorespond, lakini kama labda ilikupita jamaa aliandika hivi: sasa nahitaji jambo moja liwe wazi kuhusu mimi na Nasma kwa sababu ameendelea kuposti, na niliamua kumaliza uhusiano wangu naye mwezi April, eh, nilipogundua kuwa anaonana na wanaume wengine. Nimeona machapisho yake na Mwanzoni sikujali sana, kwa sababu nilidhani kwamba anahitaji kupona kutokana na yote yaliyokuwa yanaendelea, lakini sasa ameendelea kuposti akiniita mume wake na pia vile vile kutoa picha kana kwamba bado tuko pamoja, na sasa anatambua kuwa huenda anafanya hivi makusudi, na sasa nimetambua kuwa huenda anafanya hivi makusudi ili kupotosha watu. Ndiyo maana nataka hii iwe wazi kabisa kwamba kwa sasa amesafiri ameenda Kigali, na atarudi da mnamo tarehe kumi na tano, na kupitia machapisho yake ameonyesha kwamba bado tuko pamoja, hivyo basi watu wanaweza kudhani kwamba yuko na mimi. Hivyo basi tafadhali, nisaidie kuwafahamisha wote kwamba mimi siko naye hata siwasiliani naye na analijua hilo vizuri sana. Anatakiwa aache Meona, bwana. So huyu jamaa ameamua kuweka, aliamua kuweka vitu clear kwamba yeye na Nana Dolls tayari wameisha achana, na vitu ambavyo anavyoviona na Nana Dolls anaviposti kwamba kana kwamba wako pamoja, yeye hataki aendelee kuviona na ameomba aache. So baada ya kuweka hizo habari bwana, ni kwamba Nana Dolls bwana amekuja kureplay, amekuja kujibu ae? kuhusiana na hivyo vitu ambavyo huyu jamaa amevisema na Nana Dolls bwana, amekuja kuweka naye pia ya maoni yake au amekuja kutoa majibu yake kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu, katika Insta story ameandika kwamba my my social and last, my official mm, and last statement. Naona bwana ameweka hapa statement zake takriban nne. Mm -hmm. Na Dolls ameandika hivi kwa Kiingereza kwamba it's true we are not together anymore more, sio kiki. Yaani ni kweli kwamba tuko pamoja na wala sio kiki mbili. the reason of breakup is not in, in, uh infidelity cause I have never cheated on him and he knows. Yani, anasema kwamba sababu ya yeye ya wao kuachana huyu Nana Dolls sana kuja kuexplain upande wake, anadai kwamba sababu ya wao kuachana sio alichokizungumza mambo ya kuchitiana na sababu ye mwenyewe huyu jamaa anaijua. Umeona bwana eh? Akaendelea hapa Nana Dolls, the reason for our breakup is another baby mama not the wife yaani sababu ya wao kuachana ni kwamba huyu jamaa kumbe amezaa na mwanamke mwingine ukiachana na mkewe. Akaendelea of whom i wasn't aware of, na nilikuwa sijui kama ana mtoto na mwanamke mwingine until last year November and it has been a roller coaster since then cause he admitted to her that he was in love with me and she accepted. Aha, anasema kwamba tokea mwezi Novemba mwaka uliopita eh, hiyo ni hii issue ndo alikuja kuigundua kwamba huyu jamaa kumbe alikuwa ana mtoto mwingine na mwanamke mwingine ukiachana na mkewe. Kwa hivyo basi, na huyu jamaa alikuwa ameshaliweka hilo swala wazi kwa huyo mwanamke, na huyo mwanamke alikuwa amekubaliana na matokeo kwamba huyu jamaa anampenda Nana Dolls, lakini ndo hivyo tena, ameshazaa na huyo mwanamke mwingine. Kwa hiyo huyo mwanamke mwingine alikuwa amekubaliana na hali, akaendelea hapa Nana Dolls kusema kwamba after After, me, after Mange exposed me it, it's when she started fighting fighting me so she can have him all by herself. So baada ya Mange kutoa zile siri, ndipo kukawa na ugomvi sasa kati ya huyo baby mama mwingine na Nana Dolls, na mwisho wa siku huyo baby mama mwingine alikuwa anataka huyu mwanaume abaki naye yeye. yeah, yeah. Real life happens offline. What you see in social media is just nothing. Akiwa anamaanisha kwamba maisha ya kweli yanatokea nje ya mitandao, mnachokiona kwenye mitandao si chochote. He was fully aware of each and, and every post that I had posted on social medias, have never recorded him behind his back. I never posted him to chase clout, I I was was doing it because I was in love with him and couldn't control myself. Ameandika hivyo Nana Dolls akiwa anamaanisha kwamba kwanza kabisa, kuhusiana na posti zote ambazo Nana Dolls anazoziposti kuhusiana na huyu mwanaume uh, huyu mwanaume mwenyewe alikuwa anazijua na alikuwa anafahamu. Hajawahi kurekodiwa huyu mwanaume na Nana Dolls bila yeye mwenyewe kujua, na kila kilichokuwa kinaendelea ambacho Nana Dolls alichokuwa nakiposti kuhusiana na huyu mwanaume ni kwamba alikuwa anafahamu namba na Dolls akaendelea kusema kwamba I know he's a leader and a servant of the people so my post came off as he was not supposed to behave that way but come, but come on guys he is the human being and at home he is a husband a boyfriend just like another man Just a man in love. Akiwa anamaanisha kwamba baadhi ya post ya Nana Dolls, posti ambazo aliziposti na huyu jamaa zilikuwa hazijakaa sawa ukizingatia kwamba yeye ni, eh, ni kiongozi na pia vilevile ni mtumishi wa umma, lakini at the end of the day posti zilikuwa zinaeleweka kwamba ni watu ambao walikuwa wako kwenye mapenzi na huyu ni mwanaume tu kama wanaume mwengine, eh, kwa hiyo vitu vingine anavifanya kama binadamu You all can't blame him for that. Uh, kama mwanaume wako hafanyi hivyo na wewe basi, anafanya hivyo na mwanamke mwingine, kwa hiyo hamwezi mkamlaumu. Maana kuna zile posti ambazo huyu jamaa alikuwa anapiga kaliola na dollars, kwa hiyo ndo hizi anazozi explain hapa. you, you uh, Come on, you know, we, we got back together after everything, until Dubai, so please to sifaidishe public. I still believe this is not is, uh, is not like you. I'm still in shock that you did this. Umeona, kwa hiyo huyu Nana Dolls anadai kwamba eh, huyu jamaa kumbe, walivyowachana wakaja wakarudiana wakaenda wote Dubai. Kwa hiyo hizi post alizoziandika anataka kuaminisha watu kwamba huyu Nana Dolls ni kinganga. Umeona bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, kwa ameandika posti nyingine kibao, lakini nadhani hapo utakuwa umepata mwanga kwa namna moja au nyingine, kuhusiana na hii situation ya Nana Dolls na huyu jamaa kiongozi huko Kenya. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha unasubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.